yake na Bwana anaendelea kubaki kuwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hey! Nani anakuambia kwamba eti leo ukikula hiyo utakufa ukufi, katika jina la Yesu. <laughs> <laughs> Amen. Maandiko hey, yanasema kwamba niliwapa nguvu na mamlaka. Nitawapigania. Nitawatetea. Nitawashindania. Hakuna kile kitakachoweza kuwazuia. Hakuna kile kitakacho alikuwa amesimama mbele yako, Jeremaya aliangalia hiyo. Na Yesu akasema ya kwamba kila pando ambalo Baba hakupanda kitang'olewa. Ikiwa ni uizi ambayo imetoka katika ukoo yako, leo hii tunang'oa katika jina la Yesu Kristo. Uizi iweze kufanya nini? Kuisha na uweze kubaki salama na salama unajenga manyumba mazuri na wewe uweze jenga nyumba kwa sababu ya usharati. Usharati hii tunafanya nini? Tunangoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna watu ambao wana tabia. Nataka ni niseme. Kuna watu ambao wana tabia. Akiona wake za wenzake wakipita yeye, macho yanaenda tu. Mtembea naenda, macho tena geuka tu. Macho yanaenda mpaka mke wake ampige kofi. Naangalia tuko pamoja, ili vitu vidogo vidogo ambavyo unafungia watoto hizi. Sasa mtu akikuuliza, wewe mama mzima, mama mzima, mama, baba, una akili timamu? Una akili timamu akijapo kitu mama, unafungia mtoto kitu kingine hapa kwa kimono wake wao nashindwa kusema hivi. Sasa zingine mtu amekuangalia anajua kwamba uko na pesa, nenda kuchukua mavi ya mtoto ama mavi ya mbuzi, anasema hii mfungie, hii ni dawa, itamsaidia. Akili potofu. Hiyo leo tunafanya nini? Na noa. Katika jina la Yesu? Yesu. Kwa jina la Yesu asifiwe! Amen. Usikae manamala, usikae, usikae tu, unasema ya kwamba hile haiwezekani, yanawezekana kwa jawa Mungu. Ha! Aliangalia maisha ya watu wake na kaona kama watu wanateseka, na nakasema kila ambacho Baba yangu wa mbinguni hakupanda atang'oa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kule nyuma Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sijui mjenda masafa marefu usiku. Msilale hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Acha nisalimie mama, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Huko nyuma Bwana Yesu asifiwe. Amina. Acha usingizi, usingizi tutalala tukirudi nyumbani. Wazee hawako hapa sasa kulala. Nimwambia tu ni asante mzee, ilikuwa sawa. Hello. Unajua mama hata ukitoka nje unazaa mtoto mwingine ambao ni mweusi kama huyo mtu.